Wapendwa, taifa la Mungu, leo ni dominika ya pili ya majilio mwaka A, mwaka wa kanisa. Nalitujia neno la Mungu katika dominika ya leo inatualika kutengeneza njia ya Bwana katika maisha yetu ya kawaida kabisa ya kila siku. Wapendwa, tunapopata habari kwamba atafika mgeni katika familia zetu mitaa yetu vijijini na mijini, tuna utaratibu wa kufanya maandalizi. Tunasafisha barabara, tunasafisha nyumba, tunaweka vitambaa vipya, tunaandaa vyakula vizuri, tunavaa nguo nzuri. Kwa kifupi, tunatoka kwenye yale mazoea ya kawaida na utaratibu wetu wa kawaida na kujiweka tayari kumpokea mgeni ili ajisikie nyumbani ajisikie amepokelewa kwa heshima. Katika dominika hii ya pili ya majilio, inatupatia tangazo kwamba Bwana Masia atakuja kwetu. Sio mgeni wa kawaida, ni Mungu anayetoa mwili na kukaa kati yetu sisi wanadamu. Anabisha hodi ndani ya moyo wa kila mmoja wetu. Swali ni kwamba je, mazingira yetu yanamruhusu Kristu kupata makazi ndani mwangu au ndani mwako? Hii ni swali la msingi ambalo kila mmoja wetu anaalikwa kujiuliza kwamba mazingira yanamruhusu Kristu kupata makazi ndani mwangu. Sasa, leo tunalikwa kuitengeneza njia ya Bwana, yaani kuiandaa mioyo yetu kwa ujio wake tunalikwa. Kwa unyenyekevu mkubwa kama Yohane Mbatizaji kumtambulisha Kristu kwa wengine, kwa njia ya maneno yetu, kwa njia ya matendo yetu, si tu katika kipindi hiki cha majilio bali katika maisha yetu yote. Ndugu zangu, katika masomo yetu ya Dominika ya leo tunalikwa kuiandaa njia ya Bwana. Sasa tujiulize, ni kwa jinsi gani tunaandaa njia hiyo? Ni kwa jinsi gani tunaandaa njia hiyo? kwanza kabisa ni kwa kutubu kweli na kuacha kabisa dhambi, kwa kutubu kweli na kuacha kabisa dhambi. Ujumbe wa kwanza kabisa wa Yohane Batizaji nyikani ni huu, anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Neno linalotumika hapa ni neno la Kigiriki linaloitwa metanoia. Metanoia maana yake ni mabadiliko ya jumla ya ndani kabisa. Kwa Kiingereza tunasema total inner transformation. Kufanya mabadiliko ya jumla ya ndani kabisa ni mabadiliko yanayopelekea mwanzo mpya, kubadili kabisa mwelekeo, kubadili fikra na mitazamo, na kuondoa vikwazo vyote vinavyomzuia Mwenyezi Mungu aweziweze ukanda ni mwetu. Kwa hiyo tunahitaji kufanya mabadiliko ya kina, ni maamuzi makubwa ya kuacha maisha ya dhambi, maisha ya kale na kuanza maisha mapya. Ndugu zangu, majilio ni mwaliko wa kutambua udhaifu wetu na kukiri dhambi zetu bila kuweka visingizio, kukiri ubaya wa dhambi na kuweka nia ya kutozirudia tena. Namba mbili, tunaandaa njia hiyo kwa kutenda haki, uadilifu na huruma. Nabii Isaya anatabiri kuwa masia atakayekuja atawakuma masikini kwa haki, naye atawaonya wanyenyekevu wa dunia na tunaposoma katika Zaburi ya sabini na mbili inatupatia sifa za masia atakayekuja kwamba katika siku zake haki itasitawi na wingi wa amani. Kinyume na wafalme na watawala dhalimu, masia huyu atawahurumia maskini, atawapa haki walio wanyonge na walio dhaifu waliosaulika na kuziokoa nafsi zao walio katika hali mbaya. Wapendwa, majilio ni mwaliko wa kutenda haki, kuwa waadilifu na wenye huruma. Masia anakuwa chanzo cha matumaini mapya kwa makundi haya ambayo katika jamii yalionekana kutokuwa na thamani, anatangaza haki kwa waliodhulumiwa. Swali kwetu sote tujiulize, kila mmoja wetu katika nafasi yake, je, anatenda haki? Hii ni swali ambalo tunapaswa kujiuliza leo hii kwamba je, kila mmoja wetu katika nafsi yake ni mtu wa haki? Wapendwa, katika jamii zetu wapo watu wengi wanaodhulumiwa haki zao za msingi kabisa. Kwa mfano, wajane, yatima, wakimbizi, watoto wachanga wanaotupwa kwa kutolewa mimba, watu wanaodhulumiwa, watu wanaouawa pasipokuwa na hatia, watu wanaofunguliwa mashtaka na kesi za uongo. Tujiulize na kutafakari, je, tuko watu wa haki katika maisha yetu? Ndugu zangu, haya yote yanatokea katikati yetu na sisi wakati mwingine ndio wahusika wa moja kwa moja katika haya. Wapendwa, kutenda haki ni pamoja na kuishi kiadilifu, kukemea maovu, kuepuka rushwa na ukandamizaji na unyanyasaji katika maisha. Kutenda haki ni kukataa na kujitenga kabisa na vitendo vyote vya udanganyifu ili kujipatia faida binafsi. Ndugu zangu, kutenda haki ni kuwa mwaminifu katika kutimiza nyajibu, kuwalipa wafanyakazi wako haki yao na kwa wakati. Kuepuka matumizi mabaya ya nguvu na madaraka kusimamia na wale ambao hawana mtu wa kuwasimamia nao. Tumwombe Mungu atusaidie ili nasi haki iwe ni mshipi wa viuno vyetu na uaminifu mshipi wa kujifungia. Tatu, kuwa na imani thabiti, matumaini kwa Mungu aliyeahidi mwanzo mpya. Taifa la Israeli taifa teule la Mungu katika karne ya saba kabla ya Kristu lilikwisha sambaratika. Kati ya makabila kumi na mawili yalibaki makabila mawili tu, yaani kabila la Yuda na nusu ya kabila la Benjamini na baadhi ya kabila la Warawi. Makabila kumi yalipotelea utumwani kwa Washuru na baadaye yalibaki yalipelekwa utumwani Babiloni. Taifa hili la Mungu lilionekana kama mti ambao haukuwa na matumaini tena ya kuwa ya kukua na kustawi. Ndugu zangu, katika hali hiyo, nabii anatangaza mwanzo mpya, kwamba litatokea chipukizi katika shina la Yese, nalo litazaa matunda. Wapendwa, Mwenyezi Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake kwetu sisi wanadamu, na alitimiza ahadi hii kwa kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Wapendwa wana familia ya Mungu, leo hii tunapohitimisha kampeni ya kapu la mama Bikira Maria kwa mwaka 2025 jimboni Kayanga na katika parokia hii ya Rambaizi tunaalikwa kuchangia tulicho nacho ili kuwezesha utume wa Radio Maria Tanzania uweze kuendelea vizuri. Pia tunaalikwa kuendelea kumtumia vema mama yetu huyu Bikira Maria, kwani kupitia kwake sala zetu zinajibiwa na Mungu. Tuendelee kudumu katika imani, tukimtanguliza Mwenyezi Mungu katika yote, lakini zaidi tukimpa Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.